Waheshimiwa Bunge, maelekezo ya Spika kuhusu uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge tarehe 28 Januari 2026 bungeni Dodoma. Waheshimiwa Bunge, kama ilivyoonekana kwenye orodha shughuli za leo, shughuli, shughuli, leo kuna shughuli ya uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge. Kanuni ya saba ya kanuni za Bunge ya mwaka 2025 imeleza uwepo wa wenyeviti wa tatu wa Bunge ambao huongoza vikao kwa utaratibu wa maelekezo ya Spika au naibu Spika kwa mujibu wa kanuni utaratibu wa kuwapata kugombea nafasi ya wenyeviti wa bunge umewekwa katika kanuni ya kumi na tatu. Mchakato husika unaanza kwa kamati ya uongozi kupendekeza majina ya wabunge yasiozidi sita toka miongoni mwa wenyeviti na makamu wenyeviti wa kamati za kudumu za bunge kwa kuzingatia jinsia na pande za Muungano. Baada ya hapo, majina hayo hupelekwa bungeni ili bunge lipige kura majina matatu. Waheshimiwa wabunge katika kutekeleza masharti ya kanuni ya kumi na tatu ya taratibu zetu, Jumane tarehe 27 Januari 26, kamati ya uongozi ilikutana na kwa kauli moja ilipendekeza majina matatu ili yaweze kuwasilishwa bungeni na bunge iliombwe kuyapitisha. Mheshimiwa bunge, majina ya wabunge waliopendekezwa na kamati ya uongozi ni kama ifuatavyo: Mheshimiwa Naja Mutaza Giga mbunge wa viti maalum ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Mheshimiwa Deodas Philip Mwanyika mbunge wa jimbo la Njombe Mjini ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo na ndugu Cecilia, na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso mbunge wa viti maalum ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo. Mheshimiwa bunge, kanuni ya 13 fasi ndogo ya 4 imetoa mwongozo kwa endapo kamati ya uongozi itapendekeza majina sawa na nafasi ziliyopo, bunge halitapiga kura, bali itathibitisha majina hayo kwa kura ya sauti chini ya kanuni ya 95. Hivyo basi, kwa kuwa nafasi ziliopo za wenye viti wa bunge ni tatu na kwa kuwa kamati ya uongozi imependekeza majina matatu, bunge hili katika kikao chetu cha leo, tarehe 28 Januari 26 ninaomba kuwathibitisha wabunge hao kwenye viti wa bunge ili kupata uamuzi wa bunge. Sasa ninaomba wenyeviti wale watatu waje mbele. Waheshimiwa wabunge, wagombea wetu watatu ni hawa, wawili walikuwa toka zamani na mwingine ameingia, mheshimiwa Pareso. Sasa nitahoji, wanaafiki kwamba mheshimiwa Najwa Mutaza Giga, mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na mheshimiwa Sisia Dennis Pareso Wathibitishwe kuwa wenyeviti wa Bunge waseme ndio. Ndio wasioafiki kwamba Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na Mheshimiwa Sisia Dani Pareso wati... wasithibitishwe kuwa wenyeviti wa Bunge waseme sio. Wapi wameshinda. Ongeeni sana. Wenyeviti wa Bunge sasa na